What's what's good, what's good my people? Karibu kwenye Poa Digital. My name is Namik na leo nimekutana na kundi ambao wanafanya vizuri sana kwenye mziki Arusha. Na nikisemea mziki sio mziki tu lakini pia wanatangaza utalii, wanatangaza Tanzania kwa namna moja ama nyingine kutokana na mziki ambao wanaofanya. Sasa si tukaona bana, si vizuri tukaacha tu wapite mbele ya macho yetu na wanafanya mziki mzuri. Tuwasikilize kidogo wana kitu gani ambacho wameweza kukifanya kwa ajili ya kutangaza Tanzania, lakini pia tutasikia Warriors from the East ni kina nani na kundi lao limetokana na nini. Tunaona kuna watoto, kuna wanawake, kuna wanaume, kuna kaka wa tu. Tunahitaji kusikia zaidi kuhusiana na Warriors from the East ni kitu gani? Sasa mimi naomba stick na mimi kuanzia sasa hivi mpaka tutakapotamatisha alafu naamini kuna vitu vingi tutajifunza. Yeah, <laughs> historia. Warriors from the East Warriors from the East ni bendi ambayo imeanzishwa miaka 12 iliyopita. Mji wa Arusha 2003. <laughs> na tatu. Bendi ilikuepo siku nyingi, kuanzia ile na 2003 2004 5, ila hatukuwa tunafahamika vile, tulikuwa tunapiga kwenye clubs za mtaa. Tunaingia Moshi, Mwanza kidogo Kufikia 2019 ndio tulitoa albamu yetu ya kwa kwanza ambayo tukaifikisha kwenye media. Albamu iliitwa Sauti ya Rasta. Baada ya watu kuisikiliza kwenye media house ndio tulikuwa nominated eh, bendi mojawapo ya bendi ambazo zilikuwa na j tuzo za kilim Warriors from the East ni zaidi ya mabalozi wa utalii na tamaduni. Kupitia nyimbo kama Arusha Gold, Karibu Nyumbani, Tudumishe Mila, wanatangaza uzuri wa Tanzania kupitia maandhari ya mbuga zetu hadi urithi wetu wa kifalme wa Kimasai, Wachaga pamoja na Wameru. Wameonyesha kwamba Tanzania si tu mahali pa tembo na twiga, bali ni mahali pa melodi na roho ya Afrika. Na huu ndo mwisho. Kama una pendekezo la msanii mwingine wa kutangaza Tanzania kimataifa, tuandikie hapo chini. Unaweza ukatufuatilia kupitia Instagram, andika Poa Wildwin Africa, au Poa Digital au Poa Podcast, ukawa kwanza kupata update zote kuhusiana utali, na utalii uhifadhi pamoja na tamaduni. Jina langu ni Namic na mi naenda, bye.